samba ataomba kuomba washiriki wa kanisa hili kupitia uongozi wa wazee wa kanisa wawe supportive, wawatie moyo, lakini mchungaji somo ataombea nguvu ya kazi katika familia hii, lakini ataombea ulinzi wa Bwana uwe juu yao katika kazi hii. Baba, na Mungu wetu, tunashukuru kwa namna unavyoifanya kazi yako, ukitushirikisha na kututumia. Tunashukuru kwamba ni wakati mwingine umeruhusu tena Pastor Eskia aweze pia kutumika hapa, pamoja na familia washiriki. Hawa wanakutana na mchungaji mpya baada ya yule ambaye walimzoea kuwa amepata majukumu mengine katika utumishi huu. Tunachokiomba ni roho ya ukubali roho ya utii wa kumpokea na kumpa ushirikiano wote unaohitajika. Wasilinganishe, watambue karama ya kila mmoja na kuheshimu kwa karama ambazo umeweka ndani yake. Waondolee roho ya mashindano na mabishano, na ukampatie pasta kibali kwao, akawaongoze. Ifungue mioyo yao kumpokea kama wanakupokea wewe, Kristo wakijua anakuwakilisha kwa kila anachokisema. Tunaomba baraka kwake na kwa kanisa na mtaa mzima wa Bethlehemu kwa kipindi chote utakachoruhusu wawe naye. Maombi haya yanapoendelea, tunajisalimisha chini yake kwa jina la Yesu amin. Amen, baba mwema na Mungu wa mbinguni, asante mno kwa ajili ya jioni ya leo, asante kwa ajili ya kanisa lako namna linavyofanya kazi ikiingiza karama na kuisimamia kazi kwa namna tofauti tofauti. Ni katika mfumo huo wa kuifanya kazi yako umekubali kumuita mchungaji Eskia pamoja na mke wake, ili kwa kipindi unachoona inafaa watumike kama mawakili wako katika mtaa huo wa Bethlehem. Sasa Mungu wa mbinguni, namwombea mchungaji na mke wake, wapatie kibali mbele ya kanisa, lakini wapatie kibali mbele ya jamii ya Bethlehem, wapatie kibali kwa viongozi wenzao, ili kama tulivyoshikana mikono na wazee wa kanisa, kanisa likashikamane mkono likisapoti kazi ya mchungaji kanisa likashikamana likisapoti kazi ya injili, lakini kanisa likashikamana likiendelea kuhudumiana mtu kwa mtu. Baba wa mbinguni, mtumie mchungaji kufikia malengo haya. Inaomba kwa unyenyekevu mkubwa, mchungaji Eskia, ukampatie karama zisizo za kawaida, ikiwa kule alikotoka kuna namna karama zilipungua akiwa hapa Bethlehem, mpatie za kutosha. Ikiwa kuna mahali nguvu zilipungua kwa sababu ya utumishi aliyokwisha kuufanya, akiwa hapa muongezeni nguvu. Lakini ikiwa njozi zimepungua kwa kuwa amepita huku na kule, Baba, akiwa hapa muongezeni njozi. ina sina kuomba, mpatie ukubali usio wa kawaida maana tumeomba kwa Kristo Yesu Bwana wetu, amen. Baada ya kusema hayo, kama nilivyoeleza, mchungaji Eskia ni mchungaji aliyewekewa mkono <coughs> kusema kwamba watu wa Hedaru Bwana amewapendelea. Amina. Unajua, utashangaa, aliyeko Saweni ni mchungaji aliyewekewa mikono, aliyeko Hedaru ni mchungaji aliyewekewa mikono, anayekuja Rungwana ni mchungaji aliyewekewa mikono, hapa vivyo hivyo, wasioyaaasi. Niliwahi kuwa mchungaji kule Singida nikawa nahudumia mkoa wote naendesha pikipiki kilomita 340 kwenda kubatiza. Sasa naomba hii familia mwitie moyo. Amina. Mkaribishe mzee wa kanisa yule aliyechaguliwa kwa niaba ya wazee wa kutamka neno la ukaribisho, alafu yule mama aliyechaguliwa naye atasogea. Bwana asifiwe. Sababu ni kipindi maalum cha pekee kwa ajili ya mchungaji wetu ambaye tumepata kipindi hiki, mtaa wa Bethlehemu. Kwa niaba ya wazee wa kanisa wa mtaa huu wameniteua, ili niweze kumkaribisha mchungaji wa mtaa pamoja na mama watakapokuwa wamesikia kabisa kabisa kwamba kuna kuna mapungufu ya wanaoyaona wazee wa mtaa wa Bethlehemu tupo pamoja naye Amen. sitaki niseme ya aliondoka, nasema hivi, umoja wa mtaa wa Bethlehemu uko vizuri Amen. Mapungufu ya kibinadamu yapo mchungaji lakini hayo ni moja ya kazi ndani ya Bwana. Kwa hiyo ushirikiano upo karibu sana, kwa niaba ya wazee wa mtaa wa Bethlehem. ni kweli hatupo wote sawa, hapa kuna makanisa kama si mawili matatu ya huko, lakini kwa sababu hili tendo limefanyika kwenye eneo la eh, sekti kubwa, session kubwa, tunasema sote tunakukaribisha sana, uweze kujisikia kwamba uko na wazee hata usiku wa manane mpigie mzee, yote siku na wewe usikose kuzipokea, maana ni wajibu wa kutuma katika kazi ya Bwana. Karibuni sana isikieni ya kwamba moko Bethlehem, kana mchungaji zale lisema ni, ni mahali pa kuchukulia mikate kula mikate, pana ridhiki kubwa. Kwa hiyo karibuni sana, karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kuchukua nafasi hii ya heshima ya juu sana kumkaribisha mchungaji wetu wa mtaa lakini pamoja na mama mchungaji katika mtaa wetu wa Bethlehem. Bwana asifiwe sana. Ah, labda tu kwa machache nipende kumweleza mchungaji pamoja na mama mchungaji kwamba kanisa la Betlehemu au mtaa wa Betlehemu kwa ujumla ni mtaa ambao unapenda sana kupokea ushauri kutoka kwa kiongozi wao. Kwa hiyo niombe sana, kama kuna usumbufu utakaojitokeza ni kwa kuuliziwa maswala ya ushauri. Lakini pia nipende labda kukupa tu sura kwamba mtaa wa Betlehemu una umoja wa pekee sana. Lakini pia ni watu watiifu na wanyenyekevu, kwa hiyo basi tunafurahi sana kuchukua nafasi hii kukukaribisha katika mtaa wetu wa Betlehemu. Makanisa yetu yapo karibu karibu, sio mbali sana, lakini pia mtaa wa Betlehemu ni watu ambao wanapenda sana kazi ya Injili. Kwa hiyo basi tuna tunakuahidi kukupa ushirikiano wa, wa hali ya juu sana katika kuifanya kazi ya Mungu. Nikigeukia upande wa mama mchungaji, kipekee sana tumefurahi kupata mama mchungaji ambaye tu, tumepewa picha kwamba ana uzoefu wa juu kidogo wa malezi. Ina maana hata na, na ushauri kwa wamama utakuwa ni, ni, ni msaada mkubwa sana. Kwa hiyo basi tuna furaha pekee sana kwamba tumepata mama mchungaji ambaye tutashirikiana naye katika ma